Msomaji, mwanamke mwenye umri wa makamo aliaga dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha bodaboda katika eneo la Mlango Kumi kwenye barabara kuu ya kutoka Busia kuelekea Kisumu. Abiria wengine wawili walipelekwa wali katika hospitali ya kibinafsi huko Bulanda kaunti ya Busia kwa matibabu ya dharura. Taarifa kamili ni kwenye Dira ya Kaunti walioshuhudia wanasema mhudumu wa bodaboda alikuwa akijaribu kulipita lori la kusafirisha mafuta akiwa upande usiofaa wa barabara wakati ajali ilipotokea, na kusababisha kifo hicho. Kwa bahati mbaya, kuna trela ambayo ilikuwa ina overtake hapa karibu na Menase Total. Hiyo uh, trela ikamgonga ikamtoa kwa barabara na ikamkanyaga pia, ameumia. Na yule alikuwa amebeba, mmoja ameumia na mwingine, kwa bahati mbaya, tumempoteza pia. Tunaomba ya kwamba serikali itusaidie hii barabara inafaa ipanuliwe. Hii barabara ni moja na hii barabara ndiyo inasavu watu wa bodaboda, inasavu watu wa matatu, inasavu watu wa matrela. Wakati huo huo, wadau wa uhifadhi mazingira katika kaunti ya Kilifi wamekongamana kujadili mbinu endelevu zilizokita kwenye utamaduni ili kuhifadhi maeneo chepechepe, huku taifa likiadhimisha siku ya maeneo chepechepe duniani na nashukuru ya kwamba the Kaya group is here na vikundi vinginevyo wanahusika katika mazungumzo ya leo, na hivyo ni kuonesha ya kwamba sasa jamii tunaweka, tunaipatia kipaumbele katika mazungumzo yetu na katika maamuzi na sera za serikali. Katika kaunti ya Migori, wavulana wawili walifika katika shule ya upili wa vulana ya Kanga bila sare za shule au karo, wakiwa na barua za kujiunga na shule pekee, huku wakitafuta nafasi ya kuendelea na masomo chini ya mpito wa gredi ya kumi for the 4,000 shillings i wanted the school program maybe allow me get some, some, some things like uh, 100 shillings for pocket money and the other one they may, may change it into the school fees maybe and other things that i may need uh, basic needs we are appealing to anybody that can support uh, this voice te quinumbe Kwingineko katika kaunti ya Meru, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Meru kimeanzisha masomo ya lugha ya Kijerumani kwa lengo la kuwapa wanafunzi ujuzi ya kupata fursa ya ajira nje ya nchi.

We will have a large number of German speakers who have the right skills to be able to take up job opportunities um, in Germany, in Austria, in Switzerland and in other places. Hatimaye, gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasser ameelezea hatua dhibiti ya kuimarisha utoaji huduma katika vituo vya afya ya umma katika kaunti ya Mombasa kama sehemu ya mageuzi katika sekta hiyo. If in two days Mombasa care does not start, the governor of Mombasa will place himself and I will personally pick watu ambao kwamba najua hawa ni watu wanafanya kazi katika ofisi yangu, ni waweke pale, wanisaidie. Kila anayekuja nijue mimi mwenyewe niasikie yale matatizo, sio.